Halo, habari. Naitwa Ibrahim Kadilo, mjasiriamali, mshauri wa biashara. Kama wewe ni mgeni, Kadilo Online tunawasaidia wajasiriamali wadogo na wakati kama wewe kupata wateja wengi mtandaoni. Tunakusaidia kusimamia akaunti za biashara, tunatengeneza akaunti mpya za biashara, tunafanya setup nzuri ya akaunti za matangazo, tunarusha matangazo ya kusponsa, tunafundisha jinsi ya kufanya matangazo ya kusponsa tunafundisha jinsi ya kuuza bidhaa mtandaoni. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii basi bofya subscribe ili next time tunapotoa video mpya zenye mafunzo kama haya uweze kupata ujumbe mapema unaokutaarifu kuwa tumetoa video mpya, basi bofya subscribe. Inawezekana unatamani kuuza bidhaa au huduma mtandaoni kufanya matangazo ya kusponsa kupata matokeo mazuri, kunasa wateja wengi mtandaoni. Unafanya matangazo lakini watu hawanunui, unajiuliza kwa nini wengi hawanunui bidhaa au huduma yako mtandaoni. Una posti picha za bidhaa au huduma kwenye akaunti zako za mitandao ya kijamii, watu wanaishia kukomenti na kulaiki tu, wengi hawanunui. Kuna sababu nyingi sana zinafanya watu wengi kushindwa kufanya manunuzi mtandaoni. Katika podcast hii tutashare na wewe sababu tatu za msingi zinazofanya wengi hawanunui bidhaa au huduma yako mtandaoni baada ya kupost au kufanya matangazo ya kulipia sponsor ad. Jambo la kwanza, hofu ya kutopata matokeo mazuri. Moja ya sababu kubwa ya watu, watu wengi kutonunua wanaogopa kufanya makosa ya kununua bidhaa huduma isiyo sahihi, kulipa fedha nyingi, au kukosolewa kwa kufanya chaguo au chaguzi zisizo sahihi. Kila mteja ameshafanya makosa huko nyuma, ameshanunua vitu havihitaji, ameshatapeliwa, ameshashughulika na watu wasio sahihi mara kadhaa. Hivyo ana hofu kuendelea kufanya makosa. Jambo la pili kukosa imani kwa muuzaji. Wajasiriamali wengi wanashindwa kujenga uaminifu wa kwa walengo wao. Vipi mteja atanunua bidhaa au huduma bila kumjua vizuri mtu anayeshughulika naye, bila kuwa na imani na kile anachotaka kununua? Watu wengi wanafanya matangazo ya wa kulipia, wanatarajia mtu akiona tangazo lake mara ya kwanza mtandaoni afanye maamuzi ya kununua bila kujua kile anachonunua kitampa matokeo gani, kitamsaidia vipi, bila kujua usalama wa fedha zake. Wajasiriamali wengi wanashindwa kuwapa uhakika walengwa kuwa watafaidika na kile wanachokiuza kwa kuwaelimisha na kuwashauri kuhusu changamoto zao ili kujenga kuaminika. kama unasoma au unasikiliza postcard hii, kuna kitu unatamani kinakunyima raha. Inawezekana ni kushindwa kupata wateja, kushindwa kusponsor ad, kuuza kuuza baada ya kusponsor. Lakini hapo mwanzo ulikuwa na hofu kuchukua huduma ya kujifunza. Wengine una hofu ya kuchukua huduma ya kujifunza mtandaoni, unajiuliza, je, uchukue huduma mtandaoni utapata matokeo? Unahisi unaweza kupoteza pesa kwa kutapeliwa. Kwa hivyo jukumu la mjasiriamali ni kuvunja vikwazo kama hivi, ili mlengwa aweze kununua. Tatu, hawakupendi, hawakujui na hawakuamini. Watu wanapenda kununua bidhaa kwa watu wanaowapenda, wanaowaamini na kuwafahamu. Wajasiriamali wengi wanashindwa kuuza bidhaa mtandaoni kwa sababu wanashindwa kujenga mahusiano na wateja wao. Kushindwa kutengeneza jukwaa la walengwa wako mtandaoni kunaweza kufanya ushindwe kuuza bidhaa au huduma, kwa sababu watu wanapoona tangazo lako mtandaoni mara ya kwanza wanakuwa hawakujui, hivyo unatakiwa kujenga uaminifu kwanza. Unatakiwa kujenga uaminifu kwa kutoa elimu au ushauri ndani ya jukwaa lako, ili kufanya walengo wako wakujue wakupende na kukuamini. Aa, kama umefaidika andika nimefaidika, kisha bofya subscribe, tukutane kwenye video ijayo.